Mauno ya Luludiva majira ya jana katika show ambayo iliweza kuandaliwa na Nandy, na shughuli hiyo ambayo ilikuwa na masta wengi kwelikweli, alikuwepo eh, the star the real Paula Kajala pamoja na mama yake Frida Kajala ya, lakini pia the, Walikuwepo wasanii wengi sana akiwa Nandy mwenyewe e, show ile ambayo ilipambwa na mauno mengi kweli kweli. So Luludiva ameweza kuwachanganya watu wengi sana kwa kitu ambacho ameweza kukifanya katika moja kati ya klipu yake ambayo inasambaa kwa kasi katika pages na mitandao mbalimbali ya kijamii akionyesha akiyakata mauno na of course eh, imeweza kushangaza watu wengi sana kwa uwezo wake huu wa kuyavunja na kuyarudi. Ni wasanii wachache sana ambao wamejaliwa wame of course kwenye nishu za kukata mauno na vitu kama hivyo, so ni mtazama hapa clip, lakini baadaye tutarudi kuja kusoma maoni ya wadau walikuwa wanasemaje katika mauno haya ya Lulu Diva. Tazama hapa clip, lakini baada hapo utasubscribe ili tuje turudi tusome comments za wadau walikuwa wanasemaje Umeweza kutazama hii klipu ya eh, Luludiva ya kata mauno eh. Sasa nilikuwa napitia baadhi ya comment za dada, alikuwa anasemaje kufuatia hichi madu. Kuna mastaa wana viuno ha, nimeacha simu chumbani nimekuja kuchungulia dirishani, aibu jamani. Ana kiuno kigumu kama kesi <laughs> Mgereza kusema kwamba naomba tufumbe macho tuombe kidogo wapendwa. Mgereza kusema kwamba da kiuno kigumu sana, ninazumu hapa kwenye satelaiti yangu, sio ni mtikisiko kwa kweli, nachoka mimi. Mgereza kusema kwamba naitwa Mchungaji Rashidi John Hussein natokea msikiti. Haya bana, hawa wanaleta utani. Mgereza kusema kwamba anapambana sana huyu dada. Mgereza kusema kwamba ninanunua mswaki hudhi. Mgereza kusema kwamba kiuno kigumu kama eh, kufika uchumi wakati. <laughs> Mwingine kaza kusema kwamba na kitu hawezi kosa wateja. Mwingine kaza kusema kwamba anatikisa mapaja tu. Mwingine huyu mwingine anaitwa bongo unlocked, kaza kusema kwamba hmm, ise huyu anazingua sana. Mwingine kaza kusema kwamba nchi ndo kile kiuno kigumu kama injini ya fuso eh. Mwingine e, kusema kwamba mwambie huyo aache kupiga kelele na eh, e, akati, e, akatike mwingine akaweza kusema kwamba nilijua mwana sesere ndo anacheza. Mwingine <laughs> akaweza kusema kwamba alisahau kupaka gris kwenye kiuno. Mwingine akaweza kusema kwamba kwani maisha yao hayatuhusu, mwendo ni wa kuunfollow tu. Mwingine akaweza kusema kwamba uzuri eh, anakatikia moyoni. Mwingine akaweza kusema kwamba tuitieni bonge la dada. Mwingine akaweza kusema kwamba eh, bado hamna kitu hapo. Mwingine akaweza kusema kwamba kiuno kama kesi kabisa. Mwingine kaza kusema kwamba kiuno kigumu kama mwanamke mwenye haya. Mwingine kaza kusema kwamba hicho kiuno na maisha ni kama maisha ambayo yanaendelea hivi sasa. Mwingine kaza kusema kwamba huyu ana boyfriend, kwani ile video yake ajifanye ajifanye mwenyewe. Mwingine kaza kusema kwamba ila msanii amedoda, watu hawana hata time nao tunaona vituko tu. Hizo ni baadhi ya comment ngumu kwelikweli, kutoka kwa mashabiki ambazo walikuwa na mpomda nazo lili eh, amini Luludiva kwa video hii ambalo limemwonyesha akiwa anakata ana, ana mauno. Unazungumzaji hichi shusha komenti yako hapo chini. Mimi naitwa Dodax Rizi, ile pa ni jumba la bluu.